Hivi unaifahamu sehemu ambayo kwa siku moja inapokea wageni zaidi ya elfu ishirini na tano kwa siku moja? Na unafahamu hiyo sehemu ambayo inamiliki darubini huko Arizona? Na unafahamu kuwa inakunywa mvinyo zaidi na ina uhalifu mkubwa kuliko mahali pengine pote duniani? Upo nami David Mgiani kutoka Rk Mgiani Production, nimekuletea mambo kumi ambayo hiyo nchi au hiyo sehemu ina mambo hayo kumi. Kwanza kabisa, mji huo ni mji wa Vatican, nyumbani kwa kanisa la Sistine, Basilika la Mtakatifu Petro na makumbusho ya Vatican. Vatican inayojulikana rasmi kama Vatican City ni moja ya vivutio maarufu vya uko Roma. Iko kwenye kilima cha Vatikani katikati mwa Roma. Wasafiri hufika hapo kama sehemu ya hija ya kidini, hutazama baadhi ya kazi maarufu za sanaa ulimwenguni na kujifunza juu ya historia ya kipekee na historia ya makao makuu ya Kanisa Katoliki la Kirumi. Iwe ni kuchunguza kuba na Saipsi ya Basilika la Mtakatifu Petro au kuangalia faragha, kabla ya alfajiri kuangalia Kanisa la Sistine, kwenda kwenye ziara ya kuongozwa na Vatican na Walk Roma inakupa kuangalia kwa kina historia ya kuvutia na utamaduni wa jimbo hili la jiji. Hoja kwanza, hapa kuna ukweli wa mambo kumi ya kufurahisha kuhusu Vatican ambayo labda haukuyajua. Upo nami David Mwigani kutoka studio za RK Mwigani Production, leo nimekuletea mambo haya kumi uweze kuyafahamu. Fuatana nami mwanzo mpaka mwisho. Kama bado hujajiunga na familia hii huwa ya RK Mwigani Production, basi nikukaribisha uweze kusubscribe channel hii e, ili uweze kuwa mwanafamilia wa channel ya RK Mwigani Production. Kwanza, Mji wa Vatikani kitaalamu ni nchi. Ingawa mji wa Vatican uko ndani ya nchi ya Italia, kwa kweli jimbo lake tofauti la jiji. Ingawa inaweza isiwe na alama zote sawa za nchi nyingine, kwa mfano, hutapata muhuri wa pasipoti unapoingia, na haina magereza au hospitali. Ina timu yake ya mpira wa miguu na reli fupi zaidi duniani. Pia ina aina yake ya kijeshi. Wakijulikana kama Walinzi wa Uswisi na wanaotambulika kwa sare zao angavu na zenye rangi, wanaume 135 wanaounda Kikosi cha Walinzi wa Uswisi wanabeba urithi wa kumlinda Papa anayerudi nyuma hadi mwaka 1506 na Papa Juliasi wa pili ni nchi ndogo zaidi duniani. Kwa upande wa ukubwa na idadi ya watu, mji wa Vatikani ni nchi ndogo zaidi duniani. Katika ekari mia moja na tisa tu, ni moja ya nane ya ukubwa wa Central Park katika jiji la New York. Sehemu kubwa ya jimbo la mji huo imezingirwa na kuta za Vatikani, ambapo zinashiriki mpaka wa maili mbili na Italia. Si hivyo tu bali pia ni nchi pekee kamili kuwa eneo la urithi wa dunia la UNESCO. Tatu. Ina wananchi wapatao 800 tu. Wakati Vatican kila mwaka inapokea mamilioni ya wageni nchini, chini ya watu 1000 ulimwenguni wanaweza kudai kama nchi yao. Mji wa Vatikani una wakazi rasmi takribani 800. cha kushangaza, uraia wa wakazi wake ni masharti kwa kuwa hakuna hospitali katika jiji la Vatikani, hakuna mtu anayeweza kuzaliwa hapa. Maana hakuna uraia wa kudumu wa Vatikani. Uraia unaweza kupatikana kwa kuteuliwa kwa kazi za kazi katika Ukulu Mtakatifu au mamlaka ya Papa, ambayo pia inaenea kwa jamaa au wanandoa walio hai mara baada ya kazi kusitishwa. Hivyo ndio ilivyo ulaia. Ne, ni nyumba ama ni nyumbani kwa kanisa kuu kubwa zaidi duniani, likiwa na ukubwa wa zaidi ya hekari tano na kukaa juu ya kaburi la mtakatifu Petro, lenye upana wa futi 500 na urefu wa futi 730. Basilika Mtakatifu Petro ndilo jengo kubwa zaidi la kanisa duniani. Tano, makumbusho ya Vatikani yana kazi zaidi ya elfu sabini za sanaa. Ilianzishwa na Papa Juliasi wa pili mwaka 1506 nyumba ya makumbusho 54 ya umma ya ya Vatikani na kuonyesha kazi nyingi za ajabu za sanaa ambazo kanisa Katoliki limekusanya na kuanzisha ama kuagiza kwa karne nyingi. Rasmi, makumbusho hulinda kazi elfu sabini za sanaa, lakini kwa kawaida ni elfu ishirini tu, au zaidi zinazoonyeshwa wakati wowote, hivyo bado inawaacha wageni ama wapenzi wa sanaa na maelfu ya kazi za sanaa zisizo na thamani kupendeza na kuthamini, kutoka kwa classics ya Renaissance hadi frescoes ya nyumba ama vyumba vya Raphael. Sita. Inakunywa mvinyo zaidi na ina uhalifu mkubwa kuliko mahali pengine popote duniani. Mm, hebu ngoja kwanza. Jiji la Vatican ni uhalifu na unywaji wa pombe. Kitaalamu ndiyo, lakini sio kile unachokifikiria. Kitakwimu, idadi yake ndogo sana inamaanisha kuwa ina uhalifu mkubwa zaidi kwa kila mtu. Mengi ya uhalifu huu ni wizi mdogo au uokotaji unaofanywa na watalii. Pia inageuka kuwa wakazi wa Vatican wanaofurahia kushiriki katika mvinyo na matumizi ya juu zaidi ya kila mtu ya mvinyo duniani. Kila mtu hunywa takribani lita sabini na nne za mvinyo kila mwaka. Kwa mara nyingine tena inashikilia rekodi kwa sababu ya idadi yake ndogo. Pamoja na kiasi kikubwa cha divai inayohitajika kwa sherehe za kidini kama Ekaristi. Saba. Inamiliki darubini huko Arizona. Vatikani haiangalii tu mbinguni kwa nadharia; inafanya hivyo kwa kweli kupitia mpango wake wa unajimu. Hata hivyo uchafuzi wa mazingira umefanya iwe vigumu kutumia shirika la Vatikani karibu na ziwa Arbano. Kwa hivyo mnamo 1981, Vatikani ilinunua darubini ya teknolojia ya juu ya Vatican kwenye Mtakatifu Graham, kusini mashariki mwa Arizona. Kutoka hapo, Vatikani hufanya utafiti wa angani juu ya masomo mbalimbali. Nani. Makumbusho ya Vatikani hupata wageni zaidi ya elfu 25 kwa siku. Kama moja ya maeneo maarufu zaidi ya Roma, jiji la Vatikani linaweza kupata watu wengi sana. Makumbusho pekee hupokea zaidi ya wageni elfu 25 kwa siku. Ili kuepuka mikusanyiko ya watu, ni vyema kutembelea mapema au mwishoni mwa siku, katikati ya wiki au wakati wa baridi ambao ni msimu wa chini kwa utalii huko Roma. Njia nyingine ni kwenda na ziara ya Walks Roma ambayo inajumuisha upatikanaji wa kipaumbele cha kuruka mstari. Tisa. Ina miaka ama Vatican ana miaka tisini na tatu tu. Ni kweli, kama jimbo rasmi la jiji, mji wa Vatican umekuepo kwa chini ya miaka mia moja tu. Ikawa nchi yake huru mwaka 1929, iliyoundwa na mtu yeyote isipokuwa Benito Mussolini, bila shaka. Kama kiti cha Kanisa Katoliki la Kirumi na nyumbani kwa kila papa aliyechaguliwa, historia ya Vatikani ilianza karne ya 4 PK. 10. Ina ATM yenye maelekezo kwa Kilatini. Lugha rasmi ya ukuru mtakatifu ni Kilatini, hivyo kuna ATM yenye maelezo ama maelekezo ya uondoaji katika Kilatini, non frigus est. Kiswahili, hiyo ni poa kiasi gani? Au ni sawa kiasi gani? Usijali. Hata hivyo, Kiitaliano bado ni lugha rasmi ya mji wa Vatikani. Kutembelea Vatikani, kiti ki cha Kanisa Katoliki. Uko tayari kujifunza zaidi kuhusu jiji la Vatikani? Kwenda kwenye ziara ya Walks Roma ya Vatican ni njia bora ya kupata zaidi kutoka kwa ziara yako, na mwongozo wa wataalamu unaongoza na kufundisha kila hatua ya njia. Si hivyo tu, lakini ufikiaji wa kipekee wa kuruka mstari wa ziara za kibinafsi hukuruhusu kutumia muda mwingi kuchunguza Vatican na muda mdogo usubiri katika mstari. Basi ulikuwa nami David Mwigani kutoka studio za Rk Mwigani, hapo niweze kufikia tamati kwa mada hii niliyokuletea leo. Basi nikaribishe kujiunga na familia ya Rk Mwigani Production. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi ukaribishe uweze kusubscribe, uweze kujiunga na familia hii kubwa duniani. Asante.